Jamani, Ramadhani ndio kama hivi Ramadhani tunaendelea nayo hapa. Nafunga sambusa, lakini hapa kuna nafunga sambusa, nataka kupiga stori na nyie kidogo. Hapa kuna vitu tufafanuliane. Kwanza nawapongeza na, na kwa kuweza kuhimili kwenye Ramadhani, hasa wale ambao wako ghaibuni nchi za Kiarabu na maanisha Omani, Dubai, Saudia na kwingineko, hongereni sana, kwa sababu najua kazi mnayofanya si ndogo, ni kubwa na ni kipindi ambacho kinahitaji moyo, kinahitaji moyo kwa sababu ni kipindi ambacho kazi zinakuwa nyingi, alafu umechoka, umefunga. Ehe, yani hekaheka za pale na pale, makwazo madogo madogo yanakuwepo na mtu uko kwenye mfungo, kwa hiyo ninawapongezeni kiukweli. Leo niko hapa kwa kuwafanulieni kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana. Kwa nini mamua kuja kuzungumza hiki kitu? Kutokana na zile kesi ambazo mtu unakuwa unazisikia au unazipata kutoka kwa wafanyakazi Jamani, kwa mtu ambaye hafahamu nchi za Kiarabu, wanahitaji mtu mfanyakazi. Yaani navyosema wanahitaji mtu mfanyakazi, namaanisha hivi, wanahitaji mtu ambaye yuko ngangali. Yaani we kama unajijua tangu nyumbani ni mvivu mvivu, jamani, pamoja na kuwa tuna shida ya kazi, una shida ya hela, yaani unataka kutengeneza maisha na nini Kabla mtu mwingine hajakufanulia tabia yako mwenyewe, we mwenyewe binafsi unajua unapenda nini na kupendi nini, si ndio? Maana yake yani, unachokipenda wewe unajua na unachokipenda unajua. Kwa hiyo kabla hajakwambia mtu mwingine, ni heri we mwenyewe binafsi kwanza jitafakari. Je, kutokana na tabia zangu au vile nilivyo hivi, naweza nikaishi kweli na mtu mwingine nje ya, ya, ya kwenye familia yangu kwa wazazi wangu, au nje ya nchi yangu? yaani wewe mwenye ujipime. Ukiona wewe ni mtu wa mambo kama haya yafuatayo: upendi kutumwa nchi za Kiarabu usiende. Unajiona kabisa wewe si mtu wa kufanya kazi kwa haraka haraka, labda yani si yule mtu ambaye utachangamsha ufanye kazi mbio mbio umalize uende nyingine, wala usiende. Ukiona we ni mtu wa mitandao sana, yani unapenda kutumia simu sana kuliko kufanya kazi, Uarabuni usiende. Yaani, hayo nayozungumza ndivyo yalivyo. Ukiona we ni mtu ambaye ni wa makasiriko, nikisema wa makasiriko na namaanisha mtu ambaye ukigomba umekasirika nne siku tatu nne uongei, jamani, Uarabuni usiende hata kama unahitaji kazi usiende kwa sababu hutaweza kuishi. Ukiona wewe ni mtu ambaye sio msafi, kuna ule usafi wako wewe mwenyewe binafsi, lakini kuna ule usafi wa mazingira yale unaoishi. Ukiona kabisa wewe hata nyumbani kwako au nyumbani kwenu kufagia uwanja mpaka mama aseme asiposema mama hufagii na wala hukumbuki kwenda kufagia, wala Uarabuni usiende, kwa sababu ukifika kule utaanza kutumwa, kafagie kafanye hivi kafanye hivi, na wewe si tabia yako na haupendi. Kwa hiyo huwezi kwenda kuishi na mtu, kuishi mbali na familia hautaweza. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo kuna vitu kabla hujatafutiwa kazi yaani we mwenyewe jitafakari, ili tuepushe zile kesi za kusema wala buni wanatesa, wanatesa wala buni wanafanya hivi na hivi. Labda tuwafanulie kuwa wanataka watu wa aina gani. Yaani wanataka mtu wa kazi kabisa, si uongo, wanataka mtu wa kazi. Kwa hayo niloyafanua hapa, nadhani ukiyafanyia kazi hayo, ukijitathmini katika hayo niloyasema, unaelewa kuwa mimi nitaweza nikaenda nikaishi sehemu nyingine nje na nyumbani. Kama nilivyowaambia jamani, nafunga sambusa hapa mkono wangu naona inacheza hivi, nafunga sambusa huko, napiga stori na nyinyi sijali vile amnioni uso na nini, kwa sababu nafunga sambusa hapa. Kwa hiyo nikasema e tu ni nipige stori na nyinyi hapa, maneno mawili matatu ya muhimu ambayo watu wengi wamekuwa wanalalamikia. Ah, maana yake mimi naona siju hivi mm -hmm, Arabuni ukiona mambo hayo, na ukiona pia wewe si mtu wa kupiga pasi, yani kujazoea, na hata kama ukifundishwa unaona ni kitu ambacho hutoweza, labda kwa mfano kwa kusimama au kwa kukaa, au pengine mikono yako ina matatizo kidogo, si mtu wa kusema utapiga pasi, yani pasi nguo za watu wengine, na maanishi ukipewa nguo utaambiwa piga, alafu hautaweza, unahisi kabisa kuwa mimi hata kama nikifundishwa mm-mm kikweli pasi mimi sio kazi ambayo naitegemea na naweza nikaiweza, wanabudi usiende, kwa sababu unaweza kukutana nyumba ambayo wanataka upige pasi nguo zao zote. Tunaelewana, wanataka upige pasi nguo zao zote na wewe si mpigaji pasi. Sawa, ulikuwa upigi nyumbani, lakini unajijua kuwa hata kama mimi nikifundishwa mm -mm. mimi kitu hichi naona hapana jamani. Sio kila mtu anaweza akasafiri. Kuna wengine anatakiwa tubaki tu nyumbani basi, kwa sababu watu tumetofautiana miili, tumetofautiana afya, tumetofautiana ufahamu. Kwa hiyo kuna mwingine ukiwa unajijua kabisa kuwa mimi kuiku mazingira nje na nyumbani, kiukweli siwezi. Jamani, msisafiri. Uarabuni ni kwa kila mtu sawa, lakini sio kwa kila mtu kama inavyosemekana. Kuna watu tu ambao wavumilivu nakuta kuta wao wanapiga kazi wala hawana neno. Wale ambao wametokea maisha ya kinginjanginja ile. Kwa hiyo yeye haoni taabu hata kama akienda kwa kipelekesho ile kinginjanginja, hana neno. Yeye anachojali, mpunga unaingia mkononi. Wewe ukiona, nilele mama tangu nyumbani. Nilele mama tangu nyumbani. Wewe ni mtoto wa mama uombwi, ukiambiwa hivi utalia, ukiambiwa hivi utasema sijui nini. Msisafiri jamani, msiende Oman, msisubue watu kwa kutafutia kazi, sababu mkifika huko taanza kupata tabu o oh, maana yake mimi sijui nafanyaje, kwa sababu kuna wengine wanasafiri, anaona kwa sababu ah, ndugu yangu yupo kule, namuona hapa anajenga, namuona hapa anatuma hela ah, eh, bora na mimi mwenyewe niende Unashindwa kujitafakari kwanza, mwili wako je, wewe unaweza kwenye kazi? Wewe ni mzoefu wa kazi? Maana kuna wengine wanaweza kukuta, mmezaliwa tumbo moja, mwingine so mfanyaji wa kazi. Tunajijua watu, tumeishi na familia bwana, unaona kabisa huyu dada yako yeye hapenda hata kufagia. Unaona kabisa huyu mdogo wangu mimi he hataki tumwa hapo akafue, hataki... alafu anakwambia anataka kwenda Arabuni akafanye kazi. Kwa kazi za nyumbani tu zimekushinda, utaenda kuweza ugenini? Kwa hiyo jamani, msisumbue watu. Arabuni wanataka watu wa kazi, wanataka watu wa kazi. Msisumbuke mkasafiri mkafika huko mkaanza kupata tabu, ukaanza kuona sijui nifanye nini, ukachanganyikiwa. Familia ni mbali ni, yani wazazi wako mbali, hawajui ufanye nini kila wakisikia wewe unalia wanapata kukesha, hawajui kusaidieje. Kumbe we mwenyewe ukujipima kabla, mjipime kabla ya kusafiri, mjipime. Mtu najijua kabisa, mwili wako wewe ni afya mgogoro kuumaumo huo, akuishi ukiwa nyumbani tu, ukizunguzungu mara kwa mara, huo kinakushika mara, damu inafungua unatakia kusafiri kwa sababu gani? na ushajijua kuwa hapa tu mwenyewe nina heka heka, huwa siwezi Msiige msafiri kwa mkumbo, kwa sababu mdogo wangu yuko kule na mimi, sasa hivi naona bora niende. Wakati unajijua kabisa skwari wa kulia, na kisukari una pressure, una hasira mwepesi, kama ujaenda kuishi kwa mtu huo, ushejijua mimi nikiishi na mtu je, yeah, naweza nikahimili makwazo sasa pale sio kwako, utaishi kwa matakwa ya mwenye nyumba. Sasa kama utaishi kwa matakwa ya mwenye nyumba, jamani, matakwa nimesema, nimebora bora nirudie tena, kama utaishi kwa sheria ya mwenye nyumba, je, utaiweza hiyo sheria? Ukiambiwa utaifuata, au itakuwa ni mtu wa kukasirika, ukiambiwa unakasirika? Kama ushajijua kuwa mimi siwezi kuishi na mtu mwingine Jamani msisafiri kwenda Omani kama una tabia hizi nilizozisema hapa. Iwe ni Dubai, Saudia au popote pale, kama una tabia hizi usiende. Na kazi hapo kwenye kwenye matumizi ya mtandao. Na kazi nakaziya kazia hapo kwenye matumizi ya simu. Nisha sema kama wewe mtu ni mpenzi wa kutumia simu sana, wanaboni usiende. Kwa sababu gani nasema usiende? Kwa sababu utakaa bize mtandaoni na kazi zinakuelemea jamani. Sambusa zinakuwa kama kwene iki fuku hiki pakiti cha manda tunaita ni, ni, ni, ni, aina nyingi sambusa zipo, nachagua mwenyewe unataka ni ya kampuni gani, naelewa. Kwa hiyo utakaa kutumia simu sana, alafu unakuta kazi zako haziendi. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye wewe ni mtumizi wa simu sana, yani unatumia simu sana, Uarabuni usiende, kwa sababu utashindwa kujikontrol muda wa kazi na muda wa kutumia hiyo simu yako. Kwa hiyo kama unajijua kwa ni mtu wa mitandaoni sana, utachati, uko TikTok, uko sijui wapi, uko sijui wapi, unapenda kufa sana kufuatilia mambo ya udaku wa mtandaoni, alafu usiende, kwa sababu gani? Hivyo vitu vitakupotezea muda wako Utakuta unajaribia kwenye kazi kisa wanda kuingia online ufuatilie msanii wa Tanzania sijui nani amefikia wapi amefanyaje, udaku usikupiti na wewe, huko ni mfanya kazi. Mtu anatakia kwenda kufanya kazi Uarabuni ni mtu ambaye anajua mimi naenda kufanya kazi, na achana na mambo ya nyumbani, naenda kufanya kazi. Kama ni simu nitakuwa nayo pale, nikimaliza kazi zangu nitatumia kwenye vitu vyangu vya msingi tafuta ndugu zangu, nitazungumza nao kwa uchache, tukimaliza nitapumzika. Lakini kama wewe ni mtu wa mitandao, hakuna mtu ambaye atakee kuonea huruma akwambie bwana, umekaa mna online jana, kwa hiyo leo basi usifanye kazi, ufue kalale tu, haiwezekani. Ukiwa mwenyewe ni mtu wa matumizi ya simu sana, unashindwa kujikadiria, itakukosti ndugu yangu. Ambao unatumia simu sana. Unapenda simu sana, unapenda mambo ya mitandao, unapenda udaku, unapenda kufuatilia si juu nini na nini. Ka tu tulizane nyumbani. Sababu itakupa taabu. Itakupa taabu, muda wako wa wa kuangalia mambo ya udaku na kufanya kazi za watu. Na mwisho wa siku, wewe udaku unaouangalia hautokusaidia chochote. Unajikuta tu unaharibia kazi yako kwa kufuatilia udaku. Bas Oh, jamani, unaenda kufanya kazi, epukana e, na mambo ya udaku. Epukana na mambo ya mitandaoni kwa sana, hata kama ndio umepewa internet ya bure, unaingia una unamwangalia unamwangalia. Hicho ndio cha muhimu leo. Nadhani nimewafanulia kabisa watu ambao wanatakiwa waende kufanya kazi ni watu wa aina gani.